Bwana We wetu Yesu Kristo asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Napenda kuwasalimia nyote katika jina la Mungu aliye hai. Ninayo furaha kuwa mbele yako kusema nawe maneno machache ambayo yatakujenga na yatakusaidia. Nina swali moja ambalo nafahamu watu wengi wanajiuliza: hivi kama katika familia yuko kijana au wako vijana ambao hawamchi Mungu. Je, hiyo familia inaweza kupata madhara yoyote? Biblia iko wazi kabisa kwamba kama kuna mtu kwenye familia anapofanya uasi, anapofanya dhambi, kuna madhara yanaweza kwenda kwa wale wanaomhusu katika genealogy hiyo, katika damu hiyo, katika familia hiyo. Kuna madhara makubwa sana yanayotokana na dhambi inayofanywa hasa katika familia pale watoto wanapofanya makosa, hasa wasipofundishwa vizuri kumcha Bwana na wanapokuwa hawajamcha Bwana, tunaweza kuona yale maovu, yale mapatilizo ya maovu, kwa sababu mtu anayetenda dhambi yeye mwenyewe anapata mshahara wa dhambi kama mauti, lakini wale wengine wanaohusika na hiyo familia, kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ya, ya matokeo ya dhambi, ule uovu unawafuata na kuwapata. Kwa hiyo mtu anaweza kafanya dhambi yeye akapata mshahara wa dhambi kama mauti, lakini pia ile ile, ile, ile, yale malipo ya uovu unaweza ukapatilizwa na ukawapata wengine wanaohusika katika familia. Nini tunashauri na tunaomba kila mmoja aweze kuwa na makini na kuwa na tahadhari ni kwamba unapofanya dhambi, unapofanya uovu katika familia, si tu kwamba utapata mshahara wewe peke yako, lakini na wale wanaokuzunguka. Wawe ni wazazi, wawe ni wadogo zako, wawe ni kaka zako, wawe ni ndugu zako, wanaweza kupata madhara ya yale maovu. Na wakipata madhara ya namna hiyo, maana yake kizazi hicho na familia hiyo itatembea kwenye laana ambayo itakuwa ni kana kwamba kuna patilizo linaendelea. Leo nikupe mfano mmoja mzuri, kitabu kile cha Samueli wa kwanza mlango wa pili na mlango wa nne au unaweza ukasoma tu ile milango yote wa kwanza mpaka wa nne, lakini nataka nikupe mfano mmoja wa familia ya kikuhani, familia ya kuhani Eli, familia ya kuhani Eli. Katika familia hii Eli alienda vizuri katika njia za Bwana kama kuhani, alikuwa ana mapungufu kadhaa dhidi ya watoto wake. Watoto wake wawili ambao walikuwa nao ni makuhani wa Bwana waliofanya kazi pamoja na baba yao, yaani Hofni na Fineasi, wao walikwenda tofauti na mapenzi ya Mungu. Kuna mahali ambapo wale watoto walifanya vibaya, walitumia vibaya sadaka, walizini na wake, walifanya makosa mengi katika madhabahu. Ingawa waliendelea kutumika pamoja na Bwana katika madhabahu na baba yao, lakini Mungu aliendelea kuwaonya mara kadhaa, hata akimwambia baba yao Eli ya kwamba awaonye wanawe. Na tunaposoma maandiko, tunaona wale watoto waliendelea na Mungu kwa sababu ni Mungu anayepatiliza maovu na ni Mungu anayeadhibu pindi anapokuwa amemwonya mtu na kumrudilia mara nyingi. Basi ilifika wakati ambao wameenda vitani, na kule vitani walipoenda, kwa sababu ya uovu wa hawa wana wawili, tunajua kabisa Israeli walipigwa dhidi ya Wafilisti na sanduku la Bwana likawa limetwaliwa, lakini wale watoto walikufa kule vitani na Benjamin mmoja aliyerudi kutoa taarifa nyumbani alitoa taarifa iliyomshitua sana yule kuhani Eli. Papo hapo kuhani Eli naye akadhofu sana, na kwa sababu alisikia kwamba watoto wake wawili wamekufa huko vitani, yani Hofuni na Phineas. Na siku hiyo hiyo, baada ya taarifa ile, yule Eli naye alijinyonga ukutani, alijiegemesha ukutani akafa lakini pia hata mke, mwanawe ambaye ni mke wa Fineasi na alikuwa ni mjamzito alijifungua ghafla, na hata yule mtoto alimuita Ikabodi, yani utukufu wa Mungu umeondoka. Kwa ufupi kabisa, katika stori hii na katika habari hii tunaona wazi hivyo, tunatoa rai na kuonya watu wote, tunapofanya uovu tujue kwamba tunaigarimu familia. Mungu atusaidie kuto kutenda dhambi. Na kuto kutenda makosa dhidi yetu wenyewe kwa wenyewe. Zaidi sana tumche Bwana, maana kumcha Bwana ni kuchukia uovu, na Mungu ametuwekea uwezo wa kushinda dhambi. Ndio maana hata Kaini aliambiwa dhambi iko mlangoni na kuotea, lakini yapasa uishinde. Dhambi ipo siku zote, lakini tunapaswa kuishinda ili tuwe wana wa Mungu na tuweze kuziokoa pia familia zetu, yale madhara katika familia na kama mtu mmoja mmoja yasitupate. Jilinde sana, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Tunza utakatifu, tunza maisha yako na mahusiano yako na Mungu, ili uweze kuilinda pia familia yako, ili maovu na makosa ambayo yanaweza kutokana na dhambi unayoifanya yasipate familia yako. Tukutane tena wakati mwingine. Mungu wangu akubariki sana, asante kwa kuwa nami Amen.